Habari. Kwa majina naitwa Enoch Kabadi, ni mthamini kutoka Mevit Company Limited, na niko hapa kwa ajili ya kuelezea mgawanyo wa ardhi nchini Tanzania, ambapo kulingana na sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 na sheria ya ardhi namba tano ya vijiji ya mwaka 1999 ardhi imegawanywa katika makundi makuu matatu, ambapo kundi la kwanza ni ardhi ya jumla yani General Land, ambapo hii ardhi inajumuisha halmashauri za majiji, manispaa, miji, miji midogo midogo na maeneo yanayozunguka miji hiyo, na hii ardhi ndiyo ambayo hupangwa kwa ajili ya makazi na ma, na uwekezaji mbalimbali kwa ajili ya shughuli mbalimbali za wakazi husika katika hayo maeneo. Hili ni Uh, ardhi ya iliyohifadhiwa ambayo hii ardhi imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni ardhi ya hifadhi ambayo hii ardhi imetengwa kwa ajili ya hifadhi za wanyama, misitu na uoto wa asili. Lakini sehemu ya pili ni ardhi ya jeshi, ambayo hii ni ardhi ambayo imetengwa kwa ajili ya jeshi la wananchi, jeshi la polisi na jeshi la kujenga taifa na matumizi mengine. Lakini pia sehemu ya tatu ni ardhi ya serikali. Hii ni ardhi iliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji kwa siku zijazo kwa ajili ya matumizi ya serikali. Kundi la tatu ni ardhi ya vijiji, yani village land. hii ni ardhi ambayo imetengwa kwa ajili ya vijiji na ipo chini ya sheria za ardhi. Na hii ardhi, kila kijiji kina ukubwa tofauti tofauti wa ardhi kulingana na vigezo tofauti tofauti vilivyotumika wakati wa mgawanyo wa hivyo vijiji, kabla na baada ya ukoloni. Na vijiji vingi vilianzishwa wakati wa kipindi cha ujamaa na kujitegemea, uh, kipindi cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1967. Basi, Tanzania ina ardhi kubwa ukilinganisha na nchi zingine za Afrika Mashariki. Japokuwa umiikishwaji wa ardhi maeneo ya mjini inaonekana kwamba ni mkubwa kulingana na mahitaji makubwa na ongezeko kubwa la watu, hii inaonyesha kwamba miaka 30 ijayo Matumizi ya ardhi na umilikishaji wa ardhi utakuwa ni mkubwa sana nchini Tanzania kulingana na mahitaji makubwa ya watu pamoja na serikali. Karibu sana Mevity Company Limited kwa ajili ya kukufanyia huduma za umilikishwaji wa ardhi, ili uweze kuwa na uhakika na umi, uhakika wa umiliki wa ardhi yako. Asante sana, karibu.